Habari za wakati huu ndugu wapenzi wafuatiliaji makala hizi za elimu ya giza. Nam, hii picha ambayo mnaiona hapo mbele yenu imepiga muda sio mrefu, eh, katika pitapita -pita zangu baadhi ya maeneo nikakutana nayo, eh, nikakutana nao hawa hawa watoto wakiwa wanacheza mpira eh, nikawapiga picha nikaiweka nika hapa na haraka nimesema wacha nizungumzie kwa sababu Uh, ndani yake kuna kisa ambacho ningependa nani, uh, mkijue na pia kitakuwa ni fundisho kwa namna moja au nyingine. Ni ni kwamba nilipopita na kuwaona hawa vijana wanacheza huo mpira, basi wamenikumbusha miaka ya nyuma, miaka hiyo ambayo na mimi nilikuwa na umri kama huo wakwao. Yani imenikumbusha kabisa mazingira, umri na vile walivyo, tulikuwa kama hivyo navyoona tupaa tukicheza mpira katika ardhi ambayo kama hiyo, unaona hapo ni mchanga. Lakini sasa sisi, ile ardhi tuliyokuwa tukicheza kule ni ngumu kwa kuwa changarawi, mawe mawe, eh, au kidogo walikuwa kwenye ardhi kama ina mchanga mchanga, kwa hiyo sio sio mbaya sana ila. Lakini sisi ilikuwa ni ardhi ngumu, changarawi, mawe mawe hapa na pale. Utoto ule katika kucheza ule mpira, mimi kwa bahati mbaya Niliteleza katika kugonga, sababu mpira ni vikumbo vi vile, wanasema hu, push eh, kugombania mpira vile. Basi nikapigwa kipush, nikadondoka, mguu wangu ukadondokea kwenye jiwe, lilikuwa lijiwe kama lina ncha, kwahiyo kwenye unyayo kwa pembeni hapa, lile jiwe lenye ncha likanitoboa, kwahiyo ikamwagika damu, sio nyingi sana E, lakini pia sio kidogo sana, mgia damu palepale. Watoto wengine walikimbia, wengine wakabaki pale, ilikuwa hali kama hiyo. Sasa tukumbuke kwamba kipindi hicho, wakati na uo umri, nilikuwa kuna dalili ambazo tayari nilikuwa nimeshaanza kuzipata, ambazo naweza nikasema ni kwa kipindi hicho ilikuwa nasema ni za kimaajabu au za kimiujiza. Eh, na mara nyingi mtu ambaye nilikuwa nikimpelekea taarifa mbalimbali za kimiujiza au maajabu alikuwa ni mama yangu. Mama yangu alikuwa simokopi tofauti na mzee, na mzee kwanza alikuwa ni ni sio mtu mtu mwenye safari safari sana. Eh, sasa mama alikuwa nikimwelezea, mama alikuwa akinijenga kisaikolojia, kama vile alikuwa akiniandaa kwamba vipokee visikilize, vifanye kazi na vitu kama hivi. Hilo tulikumbuki. Sasa nikiwa niko pale chini, nimenatukwa na zile damu, ili nijia sauti kichwani nikaniambia, hakikisha hapo chini hakubaki damu yako, hakikisha. Sasa zile sauti zilizokuwa zikiniambia, sauti kabisa, zinaniambia ni kwa kawaida katika umri wangu huo mimi vitu ni vitu vya kawaida e, kwa sababu mziaga mambo ambayo ni pasino kwangu. Mimi nimetaka tu kuelezea kwa sababu mmenikumbusha kipindi hiko na nini iwe faida kwenu. Sasa hii ina maana gani? Hii maana yake ni kwamba itahidini sana Mnapotokea lolote lile, ugomvi, bahati mbaya, ukadondosha damu yako aridhini, hakikisha isibaki kimelewa na vizuri. Kama ni sehemu ya kwenye lami hivi zege, uwezi ukafanya kuchimba ukaiondosha ukaifukia ukafanyaje, basi chukua hata maji, mwaga. Ukimwaga yale maji itasambaratika itajichanganya na maji, haitakuwa damu pua takaaimechatimanyikana na maji lakini, ikiwa kwenye mchanga ni rahisi kuwapiwa. Kwa hiyo kama utaweza kuchota ule mchanga ambao umeingia damu damu, ukauchota ukautia kwenye maji, au ukamagia maji ya kutosha pale chini, au kafukia yani, ukachukua ule mchanga mwingi wenye ambao hauna damu ukawa ni mwingi kuliko ule wenye damu ufukie. Tumelewana vizuri, usiwache damu yako ikaepiwa katika ardhi. Si tumeelewa na hicho kitu ni muhimu, muhimu sana, usifanye hicho kitu. Hilo ndilo lengo kubwa ambalo nimekumbuka muda huo niwakumbushe ndugu zangu wapenzi nafuatilia makala hizi eee, kuna wengine ambao watakujua kisa kilikuwaje, nilichimba ninakachukua jiwe linde ambalo lilinituboa lile, niilitoa nikachimba ile damu pale chini le sehemu shimule nikachimba, nikachukua mchanga mchangai damu nikautia kwenye sufuria yangu <laughs> Sasa akili za utoto umbiule kwa haraka, haraka, lakini kumbe ndo nilifanya kitu vizuri. Sasa nikachimba kapula kakule mchanga mboko kwa sababu unajua damu haiwezi kwenda chini, kiasi cha kwamba ukachimba kama kisima. Unakuwa unachimba tu kidogo hivi, basi unakuwa umeshaipata ile damu yako yote. Nikachukua ule mchanganyiko damu yangu nikautia kwenye suruali mama, nikampelekea akautumbukize baharini. Basi ule mchanga nikamwaga baharini, tukawa tukiishi karibu na bahari. Sawa, aya, basi ndivyo sawa, sasa nimetama ni nimekuwa nime, nime, tuna hama kuelezea hiyo, lakini najua ndani yake kuna fundisho ambalo mmelipata. Mjitahidi ndugu zangu, msiwache damu zenu katika kitu chote. Zile pambana kimba, mchanga ufukia, au mwaga maji yote, utakavyofanya, ila mradi usiwache kiwa blood yako ipo katika ae. basi sasi, mpaka hapo sina la ziada chini. utakieni siku njema